za uadilifu na uhuru katika maamuzi yao. Akizungumza alipofungua rasmi mkutano wa 14 wa kimataifa wa chama cha majaji wa masuala ya wakimbizi jijini Nairobi, rais alisema kuwa majaji lazima wahakikishe kwamba taratibu za kuomba hifadhi ni za kuaminika. Mary Kyallo anaarifu. Kwa mara ya kwanza Afrika inaandaa mkutano wa hadhi ya juu wa majaji na wataalamu wa sheria za uhamiaji, hali ambayo inafanya uongozi wa Kenya kusimamia mojawapo ya idadi kubwa zaidi ya wakimbizi barani Afrika. Chama hicho kinachoongozwa na Jaji Isaac Lenaola anayehudumu kama rais wake On

Mkutano huo wa wiki moja wenye kauli mbiu kulinda uadilifu wa mifumo ya wakimbizi na uhamiaji, unawaleta pamoja wataalamu wa mahakama kutoka sehemu mbalimbali mbali za dunia kujadili changamoto za dharura kama vile uhamiaji unaosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, biashara haramu ya binadamu, usafirishaji haramu wa wahamiaji na matumizi mabaya ya taratibu za kupata hifadhi.

akizungumza wakati akifungua rasmi mkutano huo rais william ruto ameitaka jamii ya kimataifa kuzingatia haki ya watu waliolazimika kukimbia makazi yao kenya is proud of its contribution in hosting refugees and in developing a very strong legal framework in this field but we recognize our limits and call on the international community to share responsibility more equitably through financial support, resettlement, resettlement opportunities, and technical cooperation. Host communities should not bear the burden alone. Rais Ruto pia alisisitiza mpango wa shirika Kenya, mpango ambao unalenga kushirikiana na wakimbizi ili kuhakikisha wanawezeshwa kuishi na kustawi huku ukichochea maendeleo katika jamii zinazowapokea. For more than three decades,

Mkutano huo unajumuisha vipindi vinavyoshughulikia changamoto mpya kama vile matumizi ya akili mnemba katika taratibu za mahakama, tathmini za uaminifu waomba hifadhi wa changa, ushahidi kutoka mitandao ya kijamii, na makubaliano ya pande mbili za kukuza uhamiaji, uhamiaji wenye mpangilio na ushirikishaji wa rasilimali. <coughs> Mary Kyallo, Undugu TV. Viongozi wa kambani wamejitokeza kukashifu ziara ya Rais William Ruto wakisema kwamba